Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama nilivyosema, nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa, tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa wakuumwa walipigwa risasi na waliopigwa risasi. Wengine walikuwa kwenye maandamano na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa wanaenda kazini na wengine wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi wakapigwa wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, ukiona kwamba mtu amekosea, huwezi e, ukamhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia atapelekwa gerezani, lakini si kuua. Kwa waliuawa, kwa hawa ndio tunawaombea. Tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni lakini vile vile tunawaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali. Mungu awape wepesi, ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu, na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa. Tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo. Na tunapoyangalia yote haya yaliyotokea, nasema haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu amedua na, na tunahuzunika, tunalia, hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Ni swala ambalo ni lazima kujiuliza sana. Wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati na tunapoiombea Tanzania, dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana, kama mtu anapo anapowinda mnyama aweze kumuua ale nyama sasa si mina yetu sisi kumlenga mtu na kummaliza. Tulikuwa tunayasikia tu, na leo hii tunajionea, na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu. Lakini tunaangalia hadhi ya mwanadamu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Hadhi ya mwanadamu tunaangalia, kwanza ametoka wapi huyu mwanadamu? Ni sawa sawa na nguruwe? Ni sawasawa na ng'ombe, au ni sawasawa na wadudu ambao tunakanyaga kila wakati? Ana hadhi yake mwanadamu. Katika somo la kwanza, kwanza aliumbwa na hali ya kutokufa, hali ya kutokufa ambao Waingereza wanasema kwamba aliumbwa awe katika hali ambayo inaitwa immortality, kutokufa, awe rafiki wa Mungu kila wakati. Katika dhambi ile, basi ikaletwa mauti, lakini mwisho, wakati Kristo alikuja, amekufa kwa ajili yetu, na ndio maana katika somo la kwanza sema roho za wenye haki wamo mikononi mwa Mungu. Kwa sababu hiyo mwili huo umekufa, lakini roho hii inaendelea ipo, mikononi mwa Mungu, inalindwa na Mungu. Hakuna tabu itakayogusa tena, hata wana bunduki tena, mlio wa mabomu yoyote, chukizo yote, kwa mikononi mwa Mungu analinda hiyo. Ni asili yetu, tumetoka kwa Mungu, sisi tuliumbwa na hali ya kutokufa. Lakini zaidi ya hilo, hadhi yetu bado ipo. Tuliumbwa kwa sura na mfano wa asili ya Mungu, ambayo asili yake ni umilele, eternal God, Mungu ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndio tumeumbwa kwa sura na mfano huo. Uwe umekosa, uwe umefanya nini hadhi yako iko pale. Wewe ni sura na mfano wa Mungu, na kwa sababu hiyo lazima kumwangalia mtu kwa namna ya pekee, sio kumweka kama mnyama, na kwa sababu hiyo kumfanyia upendavyo, hapana. Na tunaangalia huyu mwenye hadhi, mwanadamu huyu aliye na hadhi hii, na kwa sababu tunajiangalia sisi sote kama binadamu. Ninapomwangalia mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu, na ninavyomtendea mwenzangu ninamtendea Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunasema kwamba mwanadamu huyu ana heshima yake. Kwa heshima kwa mwanadamu, ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake: ana haki ya kuishi ana haki ya kusikilizwa ana haki ya matibabu, na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu, hakuna anayemwona mwenzake ni adui. Kwa mfano kama sasa saa hizi najua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa wale so, waliolenga risasi hao nina, ni nani hao sasa? Wamelenga risasi, hilo limewapata hao, wamekufa na tuna ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao. Sasa tunapowaona waliolenga risasi tunawaangaliaje? Kwamba sasa ni, ni, ni, maanake wanakuwa sasa ni nani? Kwa sababu mwanadamu sio sio mnyama wa kawaida kwamba kama nguruwe au nini, sema nataka nipate kitoweo. Napommaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu? Mengi yanaongelewa sana, leo hii yanaongelewa eh, kwa namna tofauti. Pengine tunayaweka haya kisiasa. Lakini mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu, mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Na siasa yetu kama binadamu tunasema kwamba e, kila mwanadamu ni mwanasiasa kwa sababu si kisiwa. Hata kwenye familia kuna siasa, lakini siasa tunazoziongelea ni siasa gani? Sio za uadui. Taifa letu limeundwa tukiangalia, baba wa taifa alituweka katika misingi ya kupendana, ya kusaidiana, ya kukosoana kwa upendo, alafu hata yule anayeongoza kujikosoa kwa sababu baba wa taifa alijikosoa. Alisema kabisa kwamba tutathimini muda huu tulioishi, Tumeishije? tumekosea wapi? Tujirekebishe. Kumbukeni kwamba mtu ambaye hawezi akatambua kosa lake ni vigumu sana kujirekebisha. Naona kila mmoja anayesema anamwonea ni kama yani anamtendea vibaya sana yee, na hili ni tatizo, ndio tatizo hilo. Kwa sababu kama anasikilizwa na, na, na, ni mahitaji ya mwanadamu huyu ambaye ana mahitaji ya kimwili na bila atibiwe, na bila pumzike, ana upendwa, lakini ana mahitaji ya kisaikolojia kupendwa, lakini vilevile kusikilizwa yale anayoyatamka, yale anayoyaeleza, ajieleze kwa nani? Lakini vile vile ana mahitaji ya kiroho huyu anahitaji anamhitaji muumba wake, na ndio maana kila kitu tunakikabidhi mikononi mwa Mungu, iwe katika serikali iwe katika nini. Tuanze na dua, tuanze na sala, sio maigizo. Kama kweli tunamjikabidhi mbele ya Mungu. Haya yalimetoka wapi? Haya yaliyotendeka yametoka wapi? wengine kama Tanzania hapa tunaona kwenye muvi, lakini leo hii kwa macho sasa tulikuwa tunayaona. Sasa juzi hiyo tumeona risasi zinavyomiminwa. Tumekaa ndani, ukitoka nje unaogopa kwamba utakutana na risasi. Na ndio maana lazima kukaa kuangalia hiyo, na ndio maana tunapoongea tunapo ombea haki na amani katika taifa letu. Kuna wimbo unaimbwa ni sawasawa, kusema upendo sio hisia. Upendo unaoongelewa katika imani yetu ni upendo wa sadaka, na tunapoongelea amani, sema wimbo wa amani unaimbwa sana, lakini tunasahau kuimba wimbo wa taifa tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Kama tunaimba ni maneno tu tunayotamka, lakini nyoyo zetu ziko mbali sana. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, watu wajisikie nyumbani, lakini vile vile haki na amani. Lakini sasa siku hizi tunaimba amani, amani, amani, amani, amani. Tudumishe amani tudumishe amani tudumishe amani. Huwezi ukajenga nyumba hewani hata siku moja. Msingi wa amani ambayo itakuwa imara kwa taifa lolote lile msingi wake ni haki, haki kwa kila mmoja. Tunaangalia vitu vyote hivyo tukiangalia, iwe katika uchumi, iwe katika maadili iwe katika vyote hivi, lakini haki iwe katika mahakama zetu, haki. Sasa kama kila kitu kinaenda enda tu, ujue kwamba tunapotea, na ndio maana tuangalie kwa namna ya pekee haya yaliyotokea, ni ujumbe kwetu. E, manake kila mara hata ukitoka nje tukao tukiimba wimbo taza maramana, utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka, unafurahia unajisikia nyumbani. Sasa leo tunaimbani, unalia tu, utaimbama machozi yanakutoka, machozi yanakutoka kwa sababu wewe unaishi kama mkimbizi unaishi kama hupo nyumbani. Hili ni tatizo, hili ni tatizo ambalo tusipoangalia kwa makini, tutapotea katika historia ya ulimwengu. Yani katika mwanadamu huyu kulikuwepo na wanafalsafa wa mwanzoni, walikuwa wanaangalia hivi, ukweli e, vitu vyote vimeumbwa, vimetoka wapi? Baadaye akaona mbona amepotea, iwezekani Ngoja tumwangalie mwanadamu yeye mwenyewe, akamwangalia mwanadamu, haiwezekani. Mwisho akaingia kwenye kitu kinaitwa relativism. Ni kadiri yangu mimi, ukweli ni kadiri yangu mimi. Sasa kila mtu akisema ukweli ni kadiri yangu mimi, sisi tunauana sisi. Mimi ndiyo mwenye ukweli, wewe huna. najisikia na, na, na, na, baridi kuse kadiri yako wewe mabaridi usiseme, usi, usi, sis kuna baridi sana namwambia nani? Wanafalsafa wa, walifika hivi wakaenda mbele wakafika kipindi mpaka wakaamini ushirikina, wakaogopa nyota. Lakini walikaa chini wakasema, tuangalie tuangalie, tumepotea wapi, turudi tena katika misingi ambayo inatakiwa tuweze kuishi kama binadamu. Lakini sisi, sisi tusiposoma vizuri ujumbe huu tunaouona huu ambao tunalia, tunaomboleza, tutafika tuta, tutafika pabaya, tukijidai kwamba tumefumba masikio, tukajidai kwamba tuoni, tukaegemea upande mmoja, tusipomwangalia muumba huyu, kila mara tunajikabidhi mikononi mwake, tuwe tunaanza kampeni tumwombe Mungu kwanza. Tunaanza hiki tumwombe Mungu kwanza. Tunaanza bunge tumuombe Mungu kwanza. Tusipomwangalia sasa, tunamwomba nani? Tusipomjua, maigizo haya yatatufikisha pabaya. Tunahitaji kurudi kwenye misingi yetu, na tunahitaji vile vile kuangalia wimbo wetu wa taifa ambao unatutambulisha sisi kama Watanzania: kweli kuna umoja kweli kuna uhuru, kweli kuna haki, kweli kuna amani, au ni maneno mengi? Kama naanza kukimbia watu, sasa nifikii, ni kwamba nikimwona askari ni ndugu yangu, askari karibu karibu, kinikiona askari nakimbia, kuna kitu si sawa. Kama kila mtu anaanza kujisifia kwake tu na maafa yote haya yaliyotokea najisifia tu saa hiki hiki, tuone hadhi ya binadamu. Hata kikosea, kuna namna ya kumwajibisha, si kummaliza. Tukimmaliza huyo na tukianza kuongelea maendeleo ya taifa, nani atakayefanya kazi? na kama tunaongelea hiki na hiki, kimevunjwa hiki kimevunjwa hiki kimevunjwa, lakini tuangalie kwa nini haya yametokea. Ujumbe huu una maana gani kwetu kama taifa? Tumetereza na maana. Ndio maana hivi tumemchukiza sana Mungu na ndio maana tumepoteza utambulisho wetu kama Watanzania tawezi, ukienda kokote kule sakule ambako waliandamana wakauawa ukifika huko waliko uwawa waliopigwa risasi wali kule, tumeona picha zao. Ukienda huku tunatia aibu, na katika kutia aibu huku kwa kweli tumemchukiza Mungu na tumemchukiza Mungu, na ionyeshe sasa kwamba kama kweli ujumbe umetuingia, tusilete mzaha katika mambo ambayo Waingereza wanasema ni serious. Kama tunataka kuendelea, lazima tuangalie pande zote mbili za sisi. Ni binadamu na udhaifu wetu, tujue kwamba tuna, tutakosolewa. Nikikosolewa najua mimi ni binadamu, nataka niweze kufikia ukamilifu zaidi. Kwa hiyo sasa nisianze kuwinda yule anayenikosoa ili nimalize. Hapana, tunahitaji kuangalia kwa namna pekee na, Mungu anatuona, eh. Na Mungu anatuona na unafiki tunaoonyesha Mungu anatuona. Manake nakuja kwako nasema nakupenda sana kumbe nakuchoma kwa kisu. Unafiki huu Mungu anatuona na ndio maana tunapowaombea wenzetu hawa kwa kweli, tujitafakari. Tumeathirika sana. Watoto wetu waliozaliwa kipindi hiki walipoyaona mabomu yale, mimi sijui wameathirika kiasi gani. Watoto wadogo wachanga wote hawa, hata kuna wengine wadogo wadogo tu wameuawa, wadogo wameathirika. Hawajawahi kuona kitu kama hicho ambacho si kawaida. Tumepoteza utambulisho wetu kwamba huyu ni Mtanzania, huyu Tanzania ya Nyerere. Sasa saa hizi itakuwa Tanzania ya nani? Tujiulize, ni ya Nyerere tena? Nyerere akifuka leo hii atatushangaa, akatuangalia tulivyo, atatushangaa maneno yake ya mwisho yalikuwa, akasema jamani, Tanzania naipenda na, acha nyewe Tanzania mishi vizuri na nini mwishoni sasa kute hivi tunauana kama wanyama, tunachukiana, tuna uhasama, hatusaidiani, hatuongozani, tatizo kubwa. Wingu hili litaisha lini? Tuendelee kumwomba Mungu na ndio maana tunaikabidhi, tuna nchi yetu ya Tanzania mikononi mwake, tunaombea haki na amani. Sio tu amani, haki na amani, msingi na nyumba yake, ili iweze kuwa imara daima. Tunawaombea waliojeruhiwa, uponyaji. Tunawaombea marehemu wote waliouawa, pumziko la milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.